Mpendwa msikilizaji wangu e, ambaye unanitegea sikio saa hii, ninataka kusema na wewe mchana wa leo kwa habari za amani ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nimependa sana nikuletee maneno haya matakatifu ambayo kichwa cha somo kinasema amani ya Yesu Kristo mwana wa mungu aliye hai unajua yesu akazungumza habari za amani baada ya kuona dunia nzima haina amani na yesu hakuja kuzungumza habari za dunia habari za amani ya dunia hii lakini alikuja kuzungumza habari ya amani ya kiroho kwa hivyo na mimi nataka e, tushare pamoja habari za kiroho kama nilivyokuwa nimejitambulisha au nilivyojitambulisha kwenye channel yangu ya huduma e, na maombezi huduma au kituo cha huduma live. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninapokuwa nazungumza habari hizi, sizungumzi na Wakristo pekee, kwani si Wakristo tu ndo hawana amani lakini nazungumza na dunia nzima, nazungumza na watu wote, nazungumza na nchi zote. Kwa nini? Kwa sababu amani kimekuwa ni kitu cha muhimu sana. Amani ambayo, e, ni tunu ambayo haipatikani kiurahisi, na amani ikisha kuvunjika, basi hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika na kikafanikiwa. Amani ndicho kila kitu amani ndilo jambo muhimu sana ambalo dunia nzima inahitaji kulizingatia, na mataifa yote yamekuwa yakipigana sana kupigania amani au kutafuta amani kwa udi na uvumba. Kwa hiyo amani ni kitu ambacho hakihitaji kabisa kuchezewa, wala hakihitaji kabisa kufanyia mzaha. Mtu yule ambaye hapendi amani, mtu huyu kwa kweli anaikosea dunia kwa hiyo mimi nataka kuzungumza habari za amani ya kiroho. Sizungumzi habari ya, ya, ya amani ya kimwili, kwa sababu tukiwa na amani ya kiroho, amani ya kimwili ni rahisi sana. Watu wengi wanatafuta amani, lakini hawajajua amani wanayoitafuta, na wengi wameitafuta amani ya kimwili, lakini hiyo amani ya kimwili bado imeendelea eh, kuwasumbua wengi. Wameenda kutafuta amani kwa viongozi, kwa waganga, kwa wachawi, kwa watu wakubwa wenye vyeo na watu mbalimbali mbali, kwa machifu, lakini bado amani huko nako haijapatikana, na ndiyo maana ninasema kwamba amani e, inayotakikana hapa ni amani ile ambayo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai aliitamka akasema, amani yangu ninawaachieni, waachieni na amani ambayo mimi naitoa si kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu unatoa amani, lakini amani ya ulimwengu haitawafaa kitu, lakini amani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai hiyo ukiipata ka ukajua kabisa kwamba umepata kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini narudia tena kukitambulisha eh, kituo changu au channel yangu. Channel yangu inaitwa eh, Kituo cha Huduma na Maombezi Live. Kwa hiyo ukiingia YouTube, ukiingia Facebook, ukiingia Instagram, bado utanipata. Andika tu neno eh, Kituo cha Huduma na Maombezi Live. Kwa hiyo utanipata hapo. Basi nataka tuende kwenye lengo moja kwa moja e, kama nilivyozungumza hivi punde kwa habari za amani. Lakini saa hii nataka nikwambie kwamba e, kwenye somo langu, kichwa cha somo kinasema amani ya Yesu Kristo kwa mwanadamu. Amani ya Yesu Kristo kwa mwanadamu, kwa hiyo E, ukifungua Bibilia yako katika kitabu kile cha Yohana sura ile e, ya kumi na nne mstari ule wa ishirini na saba lakini kabla hatujaenda katika mstari ule wa ishirini na saba ukisoma Bibilia yako katika mstari ule wa kwanza kumi na nne moja kumi na nne moja nataka niseme kwamba pale maneno ya Mungu yanasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ni aminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo, ningaliwaambia. Yesu anaposema msifadhaike mioyoni mwenu, anasema maana yake anataka kumaanisha kwamba kuhusu yeye, msipoteze amani, yaani amani ambayo yeye e, anawapa au aliyowaiachilia kwenu, hiyo amani msipoteze, wala msiwaze, wala msihuzunike. Kwa nini anayatamka maneno haya? ilikuwa ni wakati ambapo amemaliza kazi hapa duniani ya ukombozi. Sasa nataka kuondoka. Haya ni maneno ambayo anayatamka wakati nataka kuondoka, nawatia moyo wanafunzi wake au anawatia moyo ulimwengu, anautia moyo ulimwengu, wanadamu, kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu Baba niaminini na mimi. Maana nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo, ningeliwaambia. Kwa hiyo, anazungumza hicho kitu akijua kabisa kwamba hawa watu ambao anakwenda kuwaacha sasa eh, watakuwa hawana amani, maisha yao yanakwenda kuondokewa na kitu ambacho eh, kinaitwa amani. Unajua kama una mtu mwenye nguvu nyuma yako, unakuta muda wote una amani. Hata mama akiwa yuko na mtoto, mtoto akiona mama yuko pale, anakuwa na amani, anajiamini. Kwa nini? Kwa sababu anajua kabisa kwamba hapa niko salama, ulinzi upo, kila kitu kipo kwa hiyo hawa wanafunzi wakawa wanaambiwa maneno haya kwamba e, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi maana mimi ninakwenda kwa Baba yangu kuandalia makao, na kama sivyo ningeliwaambia. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa hilo sio lengo letu zaidi, lengo letu linapatikana katika mstari ule wa ishirini na sita wa, wa ishirini na saba mstari ule wa ishirini na saba, maandiko matakatifu yanasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo, msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga. Sema amina kwa jina la Yesu. Kumbe wote ambao tunamwamini Yesu Kristo na wale ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo, hasa sana wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo wanapaswa wamwamini, wanapaswa wampokee, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ndipo hii amani inaweza ikapatikana tena, au ndipo wanapoweza wakapata amani. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi, watu wengine eh, wamekuwa hawana amani. Kwa sababu wamepoteza ndugu zao, wamepoteza rafiki zao, wamepoteza jamaa zao, wamepoteza watu ambao walikuwa ni sehemu ya msaada katika maisha yao. Kama nilivyosema kwamba mtoto awapo na mama anajihisi yuko salama, anajiona yuko salama, kwa hiyo anakuwa na amani. Sasa hawa ambao hawana amani wengine ni kwa sababu walipoteza ndugu zao. Kwa hiyo hawana amani kwa sababu ya kupoteza ndugu zao. Kuna mtu mmoja katika Biblia, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile e, ya nne mstari ule wa nane hadi kumi na nne pana maneno mazuri sana pale. Panamzungumzia mtu mmoja anaitwa Kaini. Walikuwa wakitoa sadaka yeye na ndugu yake, au yeye na mdogo wake, na wanaonyesha ni jinsi gani hapo mwanzo kabla hayajatokea ya haya kutokea walikuwa wanapendana sana lakini, baada ya lililotokea, amani ilipotoweka, ah, kwa kweli mambo yalimbadilikia ndugu yetu anaitwa Kaini. Sasa Biblia inasema kwamba hawa watu wawili walikuwa wakitoa sadaka, walikuwa wakimtolea Mungu sadaka. Lakini mtu nani? Kaini, kama kaka yeye, akawa na yeye anatoa sadaka lakini sadaka zile hazikumpendeza sana Mungu kwa sababu hakutoa vizuri vile ilivyotakiwa atoe. Sasa Habiri yeye akawa anatoa sadaka zinampendeza Mungu zinambariki Mungu. Siku moja Biblia inasema Kain akaona wivu, alipoona wivu akamwinukia aka, aka ndugu yake akamuua. Sisi sote tunajua, unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya nne e, mstari ule wa nane utakwenda kukutana na hizo habari mpaka kumi na nne. Sasa Biblia inasema Kaini akamwinukia Abeli, akamuua. Kitendo kile cha kumuua tu, alipomuua, amani ikatoweka ndani yake, amani ikaisha. Akawa ni mtu wa kuhangaika, akawa ni mtu ambaye hatulii ambaye hawezi kukaa sehemu moja, akawa natembea huku na huko, mpaka ikafika mahali akaanza yeye mwenyewe na kuomba kwamba, Mungu, ninaomba adhabu niliyo nayo ni kubwa, imekuwa kubwa, imenizidi uwezo, naomba unipunguzie adhabu hii. Angalia sasa, ninahangaika, sina amani, sina furaha najaribu kwenda huku na kule, ili nipate amani, sipati. Tayari Mungu akawa amemuondolea amani, hii amani ambayo Yesu anaizungumza nasema, amani yangu na wapeni, ikawa tayari imeondoka. Lakini hapo mwanzo alikuwa na amani, lakini ile amani baada ya kutoweka, ndipo akatambua umuhimu wa amani. Nataka niseme kwamba Dunia inaweza isijue watu wanapokuwa wanaishi kwa amani. Mtu mwingine anaweza asielewe neno hili, anaweza asijue maana ninayomaanisha, lakini nataka nikuambie, acha hii amani iondoke, ndipo utakapojua umuhimu wa amani. Sikiliza, mtu mmoja akasema, ukitaka ujue maumivu ya kufiwa au ya kufa au ya mtu ambaye amefiwa na ndugu yake huwezi kujua mpaka wewe mwenyewe umefiwa, umeguswa. Hata wachawi nimeona wachawi wanapokuwa wanawatesa watu wengine, wanapokuwa wanaua watu wengine, au wanapokuwa wako kwenye kikundi chao, nasikia huko kuna kuaga na mjadala kwamba sasa, tukiua mwanangu, kesho tutaua wakwako na ni kweli wanafanya, wanamaanisha. Sasa yule ambaye wanaua mwanaye, hawa wauaji wanakuwa na amani, lakini muuliwa nasikia maumivu. Sasa angalia mfiwa, ile siku, wakati na yeye ameondokewa na, na mwanaye, ndipo anapoanza kutambua kwamba kumbe huyu mtoto alikuwa na alikuwa wamana, alikuwa wasamani, amani inamwondoka Anaanza kulia machozi. Kumbe uchawi kauanzisha mwenyewe, kajipeleka kwenye kikundi cha waharibifu, kwenye kikundi cha wauaji. Muuaji anapoua anaweza akafurahi, anaweza akajiona ni shujaa, lakini pindi anapokuwa ameshaua amani inatoweka. si hivyo tu